Majina yetu ya Johnson Jovita Mlokozi, mkazi wa Bukoba vijijini hapa. Hii hali ya usafiri kuvunjika kwa barabara imeanza usiku, mvua zaonyesha usiku kuanzia kwenye saa saba saa nane, kwa sababu magari ya kwanza yalikuwa yanaenda mjini yamezuiliwa kuanzia saa nane saa saba. Kwa hiyo ndo kumetoka adha ya mvua hapa kutokana na uharibifu wa barabara inayotengenezwa hii, na hili swali limekuwa la muda kidogo kwa sababu mkandarasi amechukua kipindi kirefu kidogo, na hii hali ya mvua ilishazungumzwa kwamba watu unaponyesha mvua wanapata adha ya usafiri. Kwa hiyo inatuletea shida kidogo, watu wanakwama kazini, wanachelewa shule watoto. Kwa hiyo imekuwa changamoto kubwa, labda cha kufanya aongeze tu juhudi za kukamilisha hii barabara, ukizingatia ni barabara kuu. Kwa majira kama ya saa 12 kasoro tukipokea taarifa kwamba hapa pameanza kujaa maji, maji yameshakuwa mengi barabarani kiasi kwamba uwezekano mkubwa yakatokea madhara iwapo magari yataendelea kupita. Tukatua za mwanzo tulizochukua ni kuzuia kwa muda magari yasipite ili barabara iweze kuimarika, lakini pia kuongeza ulinzi kwa sababu pakisha kuwa na watu wengi, wako wengine wenye nia ovu wanaweza wakasogea kwa lengo la kuja kufanya chochote. Nianze kwa kuwapa pole sana kwa changamoto hii ambayo imetupata hapa katika eneo letu hili la Kyetema katika barabara yetu hii kubwa inayotokea Mtukula mpaka kuelekea Biaramulo tumepata changamoto eneo la Kyetema. Kuna mkandarasi, of course, hapa site kuna mkandarasi anaitwa German Engineering ambaye amepewa kazi ya kutengeneza daraja hapa na kuboresha ili papitike vizuri wakati wote, lakini akiwa anaendelea na kazi tukakabiliwa na mvua kubwa na leo maji yaka overlap kabisa daraja. Sasa kutokana na hofu, uh, hasa kwa mabasi ya abiria na magari makubwa ya mizigo, tukaona tuziwie magari yasipite kwa muda fulani, kwa sababu kama maji yanapita juu ya barabara, juu ya daraja, mkipitisha, mkiruhusu magari yakapita, inaweza ikawa hatari, watu wakasombwa na maji, magari yakasombwa na maji na kusababisha vifo. Kwa hiyo tulizuia kwa muda tangu saa kumi na mbili alfajiri, lakini tunashukuru Mungu kwamba wameweza kukarabati kwa kiasi fulani na sasa magari yanapita. Tumeweka mawe kwa upande wa TANROADS. Baada ya kupata taarifa hii ya maji kupita juu ya tuta la barabara, tumechukua hatua za awali ambapo tumeweka mawe ili angalau turuhusu magari yapite, kabla hatujaanza kuongeza tuta, yaani kunyanyua tuta kwa, kama temporary solution. Kwayo, tuwa zaali, napita. Kwa hiyo tumechukua hatua za awali na sasa hivi tayari magari yanapita ambapo ku imepungua kwa kiasi kikubwa, lakini baada ya hapo sasa tunaanza kujaza mawe makubwa kwa ajili ya kuinua tuta ili hata mvua zikiongezeka hazitaweza kupita juu. Kwa hiyo tumeshajipanga, mkandarasi yuko site na baada ya magari kupungua tu tunaendelea na hili zoezi.